Zamani za kale katika mji mkubwa wa Lilith alishi mwanamume mmoja tajiri kupindukia. Kiasi nyumba zake zilionekana kana kwamba zinapumua dhahabu, bustani zake zilivutia sana kiasi kwamba macho ya mtu yasingeweza choka kuitazama. Mabanda yake ya farasi yalifurika farasi na makabati yake limeremeta kwa fedha na vioo vya thamani. Hata hivyo, utajiri wote huo haukuzungumzwa sana kulinganisha na ndevu zake nzito, ndefu na zenye rangi ya ajabu ya bluu. Mji wote ulimwita Ndevu za Bluu. Hakuwa mzee wala hakuwa mbaya kisura, lakini rangi ya kesi ya kawaida ya ndevu zake ilimpatia wasiwasi kila aliyemwona, kana kwamba zilikuwa na hadithi ambayo haifai kusikuwa na mtu yoyote yule. Kilichotia hofu zaidi ilikuwa ni tetesi za wanakijiji kuhusu tajiri huyu. Wengi wangesema jamani, nasikia kuwa midevu amewa zaidi ya mara moja, na hakuna anayejua kwa hakika wake zake wote walipotelea wapi. Unadhani ni nini hasa kiliwatokea wake wote aliyooa? Mm, mbingu pekee ndiyo inaojua. Lakini medevu alikuwa tajiri, utajiri wake wa ajabu ulizidi wapa hofu wana kijiji. Katika kijiji hicho waliishi dada wawili warembo kweli kweli, lakini wenye hali ya kawaida kimaisha. Tajiri madevu aliotembelea mara kwa mara akiwalika wao na mama yao katika kasri lake lililojitenga mbali mashambani. Kasri hilo lilijazwa hariri, vitambaa vya ukutani na vyumba vikubwa kiasi cha kuonekana vimejengwa kwa ajili ya mfalme. Aliandaa sherehe kubwa nyakati za usiku, akitoa vito, magauni na zawadi kede kede, kana kwamba ukalimu ulikuwa asili yake. Hata hivyo dada mkubwa alinong'ona, ananitisha, ndevu zake zinaonekana si za kawaida. Mm, si ndevu tu ndizo ninazoziogopa, hata tabasamu lake linanitisha. Kweli, lakini udadisi na faraja ni washawishi wakubwa. Midevu alikuwa na tabia njema na mpole na utajiri wake uliovutia wengi zaidi, na si muda mrefu, kila mmoja alijua kuwa Midevu kampenda ule binti mdogo bidada. Naye hakuwa na mapungufu ya ndevu za bwana huyo, kwa sababu ya pesa alizokuwa nazo. Basi Midevu akamwomba binti yule akubali kuolewa naye. Binti alisita kwa muda mfupi tu, ili kutimiza heshima ya mwanamke. Je, utakubali kuwa mke wangu? Ndiyo, nimekubali. Basi harusi ikafuatia. Harusi ilikuwa kubwa na yenye kuvutia. Kijiji kizima kilikuja kushangaa bahati ya biharusi mpya, huku wengine wakiomba sala za kimoyomoyo kwa ajili yake, kwani wote walihisi kwamba nyuma ya utajiri wa Midevu kulikuwa na siri nzito isiyofahamika. Kwa majuma kadhaa baada ya harusi, maisha yalionekana kuwa mazuri na ya kuvutia. Mke mpya wa Midevu alipendwa sana na kuishi kwa amani sauti ya mumewe ilikuwa laini, machoke ya upendo, zawadi zake hazikukoma. Walikula chakula cha jioni chini ya taa za kung'aa kama vito, muziki uliomiminika kutoka chumba kimoja hadi kingine. Kisha asubuhi moja ilimjia na habari mpya. Uh, mpenzi wangu, lazima niondoke kwa siku chache. Kuna mambo ya kibiashara yasiyoweza kusubiri. Vyumba vyote vya kasri viko wazi kwako kuingia makumbi vyumba vya mavazi, vyumba vya hazina ambako dhahabu na fedha huhifadhiwa. Unaweza kuingia popote utakapo, furahia, waite marafiki zako ukitaka. Lakini chumba hiki kimoja, chumba kidogo mwishoni mwa korido ndefu ya kaskazini, humo hupaswi kuingia. Juu ya hili ninasisitiza. Ukifanya hivyo, hasira yangu haitokuwa na mipaka kisha akamkabidhi mkusanyiko mzito wa funguo. Kila funguo ulikuwa umechongwa kwa miundo ya kina. Mkewe akaahidi kutii. Midevu akatabasamu, akambusu mkono, kisha akaondoka. Mwanzoni bidada alifurahia kuzuru la kupitia milango iliyowazi. Kila chumba kilimeta kumvutia: vyumba vya mavazi vilivyojaa magauni hariri na velvet, makabati ya vitu yaliyong'aa kwa vipando vya almasi, vyoo vilivyopambwa kwa dhahabu. Lakini siku iliyofuata wazo moja lilianza kujirudia kilini mwake kila mara. Ah, ni nini kingeweza kuwa katika chumba kile kilichokatazwa? Kadiri alivyojaribu kukipuuza, ndivyo mlango ulivyoonekana kumvutia. Siku moja la siri, mwanga wa jua ulipodondoka kwa miale mirefu kupitia madirishani, nyumba hii ikawa kimya, mkiwa midevu akachukua ufunguo wa dhahabu na kutembea katika korido. Mlango wa mwisho ulikuwa mdogo na wa kawaida, usioendana na uzuri wa jumba hili. Mkono wake ukatetemeka alipoweka ufunguo wa dhahabu kwenye kufuli, kisha mlango ukafunguka taratibu. Ndani akaona jambo ambalo hakuna moyo ungeweza kujiandaa kuliona. Sakafu ilikuwa telezi na nyeusi, kuta zilipangwa mili ya wanawake wake zake wote wa zamani waliokufa. Mili yao ilikuwa imeganda kwa damu iliyokauka. Hewa ilikuwa nzito sana katika chumba hiki. Kwa hofu, akaangusha ufunguo. Ufunguo ule ukagonga gonga juu mawe na kuangukia dimbwi la damu. Alipouokota akagundua kuwa doa hilo alikuweza kufutika, haijalishi alivyosugua au kulia, alama ilibaki vile vile, nyekundu. Kumbe siri ya wake zake midevu kupotea ilikuwa hii. Jioni hiyo hiyo, tajiri Midevu akarudi, mkewe akakimbilia kumpokea akilazimisha tabasamu moyo ukimdunda huku akiomba asitambue kung'aa kulikopotea kwenye ufunguo mmoja mdogo. Uh, ukopoa, mpenzi wangu, naweza kupata funguo zangu? Binti maskini akamkabidhi funguo moja bara nyingine, viganja vyake vikitoa jasho. Midevu alipochunguza ufunguo wa dhahabu macho yake yakakakamaa. Kwa nini ufunguo huu una doa? Midomo yake ikafunguka lakini maneno hayakutoka. Midevu akamgeukia, uso wake sasa ulionyesha hasira. Uliingia katika chumba kilichokatazwa, sio? Nisamehe tafadhali, tafadhali, ilikuwa ni udadisi tu, nisamehe. Haiwezekani, haiwezekani, jiandae na nitakuua asubuhi. Usiku huo alilala akitetemeka chumbani mwake, ufunguo ukiwa bado mikononi mwake, kumkumbusha makosa aliyoyafanya wakati huo dada yake Ana alikuwa amekuja kumtembelea kwa siku chache. Dada, uko macho? akamnong'oneza kupitia mlangoni, kisha mke wa madevu akamwiliza kila kitu. Nimekosa madevu, amesema ataniwa alfajiri. Nenda mnara wa juu uangalie kama kaka zetu wanakuja kutusaidia. Oh sawa, nitaangalia usijali, mdogo wangu. Jua lilipochomoza mke wa madevu akapiga magoti chumbani mwake akiomba huku akisikiliza mwangwi wa viatu vya midevu wakati akitembea. Kila hatua alihisi kama kengele ya saa ikihesabu sekundi za mwisho wa maisha yake. Kutoka kule kwenye mnara Ana akasema, sio ni kitu mdogo wangu, hakuna anayekuja kutusaidia. Muda wa kifo cha dada mdogo uliwahi sana siku hiyo. Je, yeah, awatokuja kamwe. Wakati huo huo sauti ya madevu ikanguruma kutoka chini: mke mpumbavu, shuka haraka, muda wako umeisha. Sauti ya hatua zake ikakaribia. Sauti ya Ana ikasikika tena, mdogo wangu, naona vumbi kali ikitoka kwa mbali. Kwa mara ya mwisho, mke wangu, je, uko tayari kwa kifo chako? Midevu aliuliza. Oh, mume wangu, tafadhali, naomba sekunde moja tu, sekunde moja ya kuomba usipokuja mwenyewe nitakufuata huko. Mkono wa midevu ukapiga mlango, binti akaanguka sakafuni, akilia akisali sala ya mwisho ili kuvuta muda ufike na farasi wa ndugu zake waingie kumsaidia. Kisha sauti ya Ana ikalia kama kengele, wanakuja mdogo wangu, wanakuja, kaka zetu wanakimbia kwa kasi. Lakini wakati anazungumza, midevu tayari alikuwa amefika. muda wako umeisha Tafadhali nipe tu muda mfupi wa kuomba. Omba haraka, lakini sala yako iwe fupi. Nataka kukuua kwa kwenda kinyume na masharti yangu. Kisha binti akaanguka magotini, machozi yakimtiririka, moyo wake ukidunda kama kitenesi. Kisha sauti nzito ikasikika, migongano ya kwato, kisha mlango ukavunjwa kwa nguvu. Midevu akageukia kelele ile, wakati huo huo, wanaume wawili ndipo walipovamia mlangoni hawa walikuwa ni kaka zake Ana pamoja na mke wa Midevu. Punde panga zikachomolewa, nyuso zao zikawa zimejaa hasira. Mapambano yalikuwa ni mafupi lakini makali. Midevu alikuwa na nguvu lakini hasira na dhambi vilimfanya we mzito na asiwe makini. Ndugu wawili wakampiga haswa, upanga wake ukaanguka chini, kisha mwili wake ukafuatia na hatimaye cha kichwa chake cha kutisha kikadunduka chini, huku midevu yake ikizidi kung'aa. Ukimya uliporejea mke wa midevu alisimama akitetemeka huku asiamini kwamba bado yu hai. Ndugu zake wakamkumbatia dada yake akalia sana, na watumishi wakatoka mafichoni mwao wakiomba baraka na sala. Wakamzika midevu kimya kimya, kwani hapakuwa na kuwani yoyote ambaye angelitaja jina lake. Mali zake na utajiri wake wote sasa ukawa chini ya mwanamke aliyethubutu kufungua mlango uliokatazwa. Kwa muda aliishi kwa utulivu akijaribu kusahau yale aliyoyaona. Akamzawadia dada yake ana zawadi nzuri, akaona ndugu zake wakiheshimiwa kwa ujasiri wao, na akatumia muda mrefu kurekebisha kile ambacho midevu alikifanya. Na alipolewa tena, aliolewa na mwanaume ambaye alikuwa na roho nzuri. Hakuwahi kumkataza kuingia chumba chochote, wala kuficha funguo, wala kumsemesha kwa hasira. Na ingawa alitabasamu na kuishi vizuri, aliendelea kuhifadhi ufunguo mdogo wa dhahabu. Doa la damu lilififia na kubaki kivuli hafifu, ukumbusho kwamba ujasiri una gharama yake, na huu ndo kuwa mwisho hadithi yetu. Hebu usiondoke hivi bila kunifolo mimi. Ni the lady the untouchable. Asante.